Uhabari gani producer popote pale ulipo? Hii hapa nijifunze mixing na mimi ni Obedi za kilomita, tunazidi kuchana mawimbi, tupo Bukoli, Geita, Tanzania. Na leo nimekuja kujibu comment ya mtu fulani. Sasa tega sikio lako. Yani, jinsi ya kujifunza kutengeneza chorus. Yaani sauti kama hizi, Baba rudi nyumbani mama rudi nyumbani, baba rudi nyumbani, mama rudi nyumbani. Sauti kama hizo hizi, sauti ningezipiga hapa hapa, sema sound card yangu ni ndogo, alafu nikirekodi hapa, yaani nikisema nirekodi hapa, nitarekodi sauti na sauti tena, vitajidabo lakini nikaona kwa nini nisimfundishe ya, sababu haiwezi kunifanya mimi nisifundishe, lazima kuna mtu nimfundishe, nimfundishe, nimfundishe, siku moja ashukuru kwamba kulikuwepo na Obedi Ze Kila jamani, alinitoa mbali, kama ulikuwa unafahamu hili swala ambao kwa kwa so, kwanza kabisa huu wazi, moja mbili tatu nne tano sita kulia, alafu njoo hapa audio, shusha hapa track zako, moja mbili tatu nne tano sita, weka hizi hapa, moja mbili tatu nne tano sita. Isashuka kama hivyo. Sasa hapa jambo ambalo utakwenda kulifanya sasa. Ili audio zako sasa zijae zilie hivyo kitikio. Biti lako ndio ile hapo utakuwa umewasha, unaanza sasa kumrekodi msanii wako. Hakikisha unarekodi, umeshusha sita hizi hapa. Rekodi ya kwanza hii. Utarekodi utarekodi, utarekodi, utarekodi, utarekodi, utarekodi, kama ni mama rudi nyumbani, kama ni nani nenda kwenu utarekodi utarekodi utarekodi alivyoimba, utamwambia arudie, arudie sauti hiyo hiyo, utamrekodi utamrekodi utamrekodi utarekodi utarekodi utarekodi utarekodi utarekodi, kama ni mama rudi nyumbani, kama ni nani nenda kwenu, utarekodi namna hiyo. Ukisha rekodi, nimefuta oja, nirudishe. Kurudisha ni hapa. Ukisha rekodi, atabadilisha sauti hapa tena utashusha, utarekodi tena. Hapa ataimba sauti nyingine, utambadilisha tena hiyo sauti tena, atairudia hiyo sauti tena, atairudia, utarekodi tena sauti nyingine, atarudia, atarudia tena, kulingana na wewe sauti utakapozisikia zimejaa. Msanii mwingine anaweza akaimba sauti tatu tu zikajaa, mwingine paka aimbe nne ndio zinajaa, mwingine tano, hivyo hivyo. Utaona sasa wewe ambapo msanii wako amejaa, mwingine akiimba moja tu imejaa. Kwa hiyo msanii wako utaangalia kwamba amejaa hajajaa Utaangalia, utazirekodi. Yaani, kwa mfano sasa, ili ujue sasa kama msanii wangu ameimba zimejaa zijajaa, kuja nifunge kwanza hizi. Unaona, kwa mfano mimi, msanii wangu, msikie sauti yake moja tu, ina uwezo wa kujaa sauti yake moja tu. Ona hii hapa, baba rudi nyumbani, sinaona mama rudi nyumbani, kama hiyo aliimba hiyo hiyo moja Ona akiweka na, na, na pili, baba rudi nyumbani, mama rudi nyumbani. Tukarekodi tena na nyingine baba rudi nyumbani, mama rudi nyumbani. Tukarekodi tena na nyingine baba rudi nyumbani Mama rudi nyumbani tukalekodi tena nyingine, baba rudi nyumbani, mama rudi nyumbani, tukalekodi tena nyingine, baba rudi nyumbani. Sasa ukipata hivi ukiwasha na biti dini nyumbani, mkawasalimia wazazi. Uskai tunajifunza mixing, unapiga una zako biti, unapata zako kihela, unakamua tu nakamua tu, unakula una usheke tu, alafu wazazi nyumbani, ukanapauka atakwenda kuwaona, amna pata muda uende ukaone na wazazi <laughs> rudi nyumbani, goma linaitwa rudi nyumbani, nifanya mwenyewe biti nikarekodi hapa, nitakuja nimalizie malizie mamixing na nini, alafu nilitoe, mtalisikia naliposti bukoli hili, mtalisikia yako sasa. Kwa hiyo ukishazirekodi sasa hizi sauti, ukarekodi ukarekodi ukarekodi ukarekodi, ndio utakuja sasa upate hili vaibu baada ya kuja kufanya mixing yako. Utakuja upate hili vibe -u. Baba rudi nyumbani utakuja upate hili vibe -u. Na hata kama tukisema ngoja tuzime hizi mixing, tuzime hizi mixing, isiwepo mixing naona so, baba rudi nyumbani unaziona, mama rudi nyumbani, baba rudi nyumbani mixing. mama rudi nyumbani Baba ludi nyumbani. Kwa hiyo ndio hivyo, tuna rekodigi vitikio hivo, kwaona harmoni zake zipo hapa. Koja koja tufungue na harmoni zake, zifungue na hizo usikie zilirekodiwa zili, zili, zili, hivi nyimbo nzima. Mungu anakuita hivyo ulivo. Baba, ludi nyumbani Rudi nyumbani. Mama, rudi nyumbani. Aijalisi, wewe ni mchawi, rudi nyumbani kuita ivo ulivo, rudi nyumbani, rudi nyumbani, aijalishi wewe ni, We, rudi nyumbani. rudi nyumbani. rudi nyumbani. rudi nyumbani. Aijalishi wewe ni muongo

Karibu kutazama video zangu zingine. Bye bye. Mungu anakuita hivyo ulivyo.